Naam, karibu mtazamaji wa Gumzo la Ghassani kwenye Gumzo updates na hivi leo updates ambayo imetujia kutoka visiwani Zanzibar ni hatua ya chama cha ACT Wazalendo kufungua kesi au kuanza wa kesi ambazo zimefunguliwa na chama cha ACT Wazalendo kwa hakika na wagombea wa uwakilishi wa chama cha ACT Wazalendo katika Mahakama Kuu visiwani Zanzibar. Sikiliza kilichojiri katika mahakama hiyo hivi leo kama ambavyo kinaelezwa hapa, mwanasheria mkuu wa chama hicho Omar Said Shaban. Kwanza hatua leo ya hii ni hatua ya awali na ni hatua ya kawaida kabisa. Hii ni hatua ya kiutaratibu wa, wa mashauri uh, kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa mashauri eh, baada ya sisi kufaili mashauri yetu au malalamiko uh, upande wa pili wa serikali pamoja na tume wameleta majibu yao, na leo kikao cha leo ilikuwa ni uh, kwa mrajis au mbele ya naibu mrajis kujiridhisha kwamba pande mbili zime, e, comply na amri ya mahakama ya kuleta majibu e, pamoja na kwamba kila kitu kiko, kiko sawa a, ingilikuwa kila kitu kimekamilika. Maana yake hatua inayofuata ni kwenda kupangiwa jaji, kwa maana mafaili haya kurudi kwa jaji mkuu ili ayapangie majaji. Lakini kwa sababu a, majibu ya serikali na tume tumeyapata leo tumeomba tupewe muda kwa ajili ya kuyasoma ili tujiridhishe kama kuna haja ya kufaili majibu ya majibu, wanaita rejoinder e, na kama hakuna haja, basi tutaruhusu mheshimiwa mrajisi aendelee na hatua zinazofuata kwa ajili ya kupeleka shauri mbele, ya kupeleka mafaili haya kwa jaji mkuu ili ayapangie majaji watakaosikiliza mashauri haya, na mheshimiwa mrajisi ameridhika na amekubaliana na maombi yetu na ametupa wiki moja. Uh, mpaka tarehe 18 kwa ajili ya kukuja tena kukutana hapa na kuweza kutoa maelezo kwamba tunayo majibu ya majibu au hatuna, na sasa hatua nyingine ifuate. Lakini kwa leo kila kitu uh, kime kimekwenda sawa. Kwa bahati mbaya sana wakili mkuu wa serikali amejipotosha tu. Uh, ni utaratibu wa kawaida kabisa. Uh, upande unaoleta mashauri una haki ya kufanya majibu ya majibu na ndio maana naibu mrajisi hakukubaliana na hoja yake, na tulichokiomba sisi sio kufanya marekebisho ya mashauri yetu au ya malalamiko yetu, ni kwenda kujibu yale waliyoyajibu wao. Aa, ni bahati mbaya msimamo uh, uh, kama ule unatoka kwa, kwa, kwa, kwa wakili mkuu wa serikali eh, lakini ili, ni utaratibu wa kawaida na ni haki ya mleta malalamiko, mleta madai kuomba kufanya rejoinder. Kwa hiyo sisi tulichokiomba ni rejoinda na kwa sababu wametusave, ingelikuwa tumefile tumesaviwa au tumeletewa uh, majibu mapema kabla ya leo, basi leo tungekuwa tunajua tunakuja kufanya majibu ya majibu, au hatuna haja ya kufanya majibu ya majibu, tuende kusikiliza pingamizi za awali ambazo zime zimewekwa kwenye majibu yao. Ha, sasa taratibu za kimahakama ziko wazi eh, hakuna ramli Taratibu za kimahakama ziko wazi, hakuna siri. Ndio maana unapofaili document unampa na upande wa pili, hakuna siri. Kwa hiyo kilicho, ndio maana majibu yao wametuletea ya sisi, kwa sababu ni haki yetu tupate. Kwa hiyo nasema haikuwa hoja hata kidogo e, na ndio maana naibu mrajisi haku hakuweza kuentertain na akaamrisha kwamba sisi tupewe muda wa kwenda kuyasoma, ili baadaye tuamue kama tunajibu au ni kweli, ni kweli tumefaili tume e, chama cha ACT Wazalendo e, hasa wagombea wa nafasi za ubunge e, wamefaili mashauri kama haya kwenye mahakama hii e, kwa majimbo ya Unguja na mahakama kuu masijala ya Chakechake kwa upande wa Pemba na tayari e, zimeshapangiwa tarehe e, na kwa ajili ya kuja a kuwa pia kwa mara ya kwanza, na tukitarajia kwamba tutapata majibu pia ya upande wa tume huru ya uchaguzi pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo ni kweli na confirm kwamba mashauri hayo yapo mahakamani, yameshafailiwa na najua uh, kwamba ndani ya siku chache zijazo, hasa tarehe kumi na nne na kumi na tano na kumi na saba basi tutakuja tena hapa kwa ajili ya mashauri ya wabunge. Sisi hapa tumefaili kesi 17 za wakilishi. Leo zilizokuja ni 15, mbili zitakuja kesho kutwa nafikiri, eh, kwa sababu tarehe 15, eh, mbili zitakuja tarehe 15 za uwakilishi. Kwa jumla kesi ya zote ni 17 za uwakilishi kwa upande wa Unguja na kwa upande wa Pemba tumefaili kesi 8 za uwakilishi.